Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi nam, imetimia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji, na karibu kwa matangazo yetu ya asubuhi. DW habari za ulimwengu. Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mweru, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Trump asema atamkaribisha mwenzake wa China mwishoni mwa mwaka huu. Umoja wa falme za Kiarabu wakaribisha mpango wa amani wa Marekani kwa Sudan, na rais wa Israel aanza ziara yake maalum huko Australia. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atamkaribisha mwenzake wa China Xi Jinping katika ikulu ya White House mwishoni mwa mwaka huu wakati nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani zikitarajia kurejesha uhusiano wao ulioathiriwa na vita vya kibiashara vinavyoendelea baina yao. Trump ametoa matamshi hayo alipokuwa akizungumza katika mahojiano na chombo cha habari cha Marekani cha NBC na kuongeza kwamba bado nchi hizo mbili zina mahusiano mazuri. Kiongozi huyo wa Marekani pia anatarajiwa kuizuru China mwezi Aprili kabla ya Xi Jinping kuitembelea Marekani. Itakumbukwa kwamba tangu Trump anajia ikulu ya White House mwaka mmoja uliopita amekuwa akianzisha na kuongeza ushuru kwa bidhaa mbalimbali kutoka nje ya Marekani, ikiwemo China, hatua ambazo zinatajwa kuwa zimeongeza zaidi mvutano wa kibiashara duniani. Abu Dhabi. Umoja wa Falme za Kiarabu umethibitisha hapo jana kuwa umekaribisha mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani kwa ajili ya vita nchini Sudan, ambapo nchi hiyo ya ghuba imekuwa ikishutumiwa mara kadhaa kuuchochea mzozo huo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa UAE ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba nchi hiyo imeukaribisha mpango kamili wa amani kwa Sudan uliotangazwa na mshauri mkuu wa Marekani wa masuala yanayohusu nchi za Kiarabu na Afrika Masad Boulas. Tangu Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tatu vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo wa RSF vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, kuwageuza mamilioni kwa wakimbizi na kuidumbukiza nchi hiyo kwenye mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Hata hivyo, licha ya juhudi mbalimbali mbali za kuvimaliza vita nchini Sudan, bado imeshuhudiwa mara kadhaa jitihada hizo zikishindwa kuzaa matunda. Rais wa Israel Isaac Herzog amewasili mapema hii leo huko Sydney, Australia, katika ziara maalum yenye lengo la kuonyesha mshikamano kwa jamii ya Wayahudi wa Australia baada ya shambulio la risasi la Desemba kumi na nne mwaka uliopita na lilouwa watu kumi na watano. Herzog anaitembelea Australia kufuatia mwaliko maalum kutoka kwa Waziri Mkuu wa Australia Anton Albanese Kiongozi huyo amekutana pia na manusura na familia za watu kumi na watano waliouawa katika shambulio hilo wakati wa sherehe za Hanuka ya Kiyahudi katika eneo hilo la ufuo wa Bondi. Herzog amesema shambulio hilo lilikuwa kwa Waustralia wote, akiongeza kwamba washambuliaji walishambulia maadili ya demokrasia, thamani ya maisha ya binadamu, uhuru wa dini, uvumilivu, utu na heshima. Hata hivyo ziara hiyo imezusha hasira kwa baadhi ya watu nchini Australia wanaomtuhumu Herzog na serikali yake kwa vifo vya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Lisbon. Mgombea wa mrengo wa kati wa kushoto Antonio Jose Seguro ameshinda urais nchini Ureno katika duru ya pili ya uchaguzi wa urais nchini humo hapo jana kwa mujibu wa shirika la utangazaji la serikali RTP limeripoti kwamba asilimia 98 ya kura tayari zimehesabiwa na kwamba Seguru kutoka chama cha kisosialisti cha PS amemshinda mgombea wa mrengo wa kulia Andre Ventura na kupata takriban asilimia 66 ya kura. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya matokeo ya awali, Seguro amewashukuru Wareno kwa kumchagua na kusifu mchakato mzima wa uchaguzi kwamba ulifuata misingi ya demokrasia. Tayari mshindani wake mkuu Andre Ventura amekubali kushindwa na mshindi anatarajiwa kuchukua madaraka Machi tisa, akimrithi rais Rebelo de Souza ambaye ameiongoza nchi hiyo ya kusini magharibi mwa Ulaya tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita. Na, na hatimaye kandanda, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika imeendelea kutimwa vumbi katika viwanja mbalimbali mbali. Usiku wa kuamkia leo klabu ya soka ya Stade Malien ya nchini Mali imekuwa klabu ya kwanza nchini humo kufikia hatua ya mtoano ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kuifunga Esperance de Tunis ya, ya Tunisia goli moja kwa bila mjini Bamako. Matokeo hayo yameifanya Stade Malien kuokeeleani makundi D na alama kumi na moja Esperance na Petro Luanda ya Angola wakiwa na, na alama sita, huku Simba ya Tanzania ikiwa mkiani na alama mbili pekee. Pyramids ya Misri ambao ni mabingwa watetezi wa michuano hiyo walitoka nyuma dhidi ya Rivers United ya Nigeria na kushinda kwa magoli manne kwa moja. Saint Lipopo ya Kongo na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini zimetoka sare ya goli moja kwa moja. Mwisho BW makala yetu leo, Kenya imeshuhudia ukuaji wa uchumi wa takriban asilimia tano ikiwa ni kwa mujibu wa ofisi ya kudhibiti viwango vya Kenya KEBS. Lakini wakati serikali ikiendelea kujivunia takwimu za ukuaji huu, wananchi wengi hawaoni tofauti kubwa katika maisha yao ya kila siku. Wengi wanasema takwimu hizi zinaonyesha mafanikio kwenye karatasi tu, kwa kuwa familia nyingi zinaendelea kuteseka kutokana na gharama kubwa ya maisha na uwezo mdogo wa kununua bidhaa. Wachambuzi wanasema mishahara imeshuka kwa asilimia nne, mauzo ya nje yamepungua huku mvua duni ikisababisha mavuno hafifu, hali inayopunguza kipato cha wengi. Hivyo basi, wanauliza ukuaji wa uchumi uko wapi? <coughs> Makala yetu leo inaliangazia hili. Mimi ni wa Kiomboho nikikukaribisha kwenye kipindi <coughs> Katika masoko ya mitaani, maduka makubwa na hata vibanda vya rejareja, simulizi ni ile ile. Bei ya unga, mafuta ya kupikia, sukari na mafuta ya taa zimepanda maradufu katika kipindi cha miaka michache iliyopita huku kipato cha wananchi walio wengi kikisalia kile kile au hata kupungua. Kwa familia nyingi, mshahara unaopatikana hauendani tena na gharama ya maisha, jambo linalowalazimu kupunguza matumizi au kulazimika kukopa ili kuishi kupungua huku kwa kipato halisi kunamaanisha kuwa hata wale walioajiriwa katika sekta ya umma au sekta binafsi wanakabiliwa pia na matatizo ya kiuchumi kuliko ilivyokuwa miaka michache iliyopita. Ripoti ya taasisi ya fedha za umma, Institute of Public Finance, IPF, iliyozinduliwa Januari mwaka huu na ambayo inatathmini mazingira ya uchumi na sera za kifedha nchini Kenya inaonyesha kuwa ingawa uchumi umeendelea kuwa thabiti kwa kiasi fulani, manufaa ya ukuaji huo hayawafikii wa Kenya wengi. Daniel Ndirangu, afisa mkuu wa taasisi hiyo, anaeleza: the, the real income, uh, the real wages, mishahara halisi nchini Kenya imeshuka kwa takriban asilimia nne kutoka karibu shilingi elfu moja mia tisa kwa siku hadi takriban shilingi elfu moja mia sita kwa siku. Wakati hali hii ikiendelea, bei za huduma nazo pia zinaendelea kupunguza kipato cha familia nyingi there, the Kenya imekuwa ikijivunia takwimu za ukuaji wa uchumi za takriban asilimia tano, hali inayotajwa kama ishara ya uthabiti wa uchumi licha ya changamoto za ndani na kimataifa. Serikali imekuwa ikisema ukuaji huu umechangizwa na sekta za miundombinu, uchimbaji madini na utalii hata hivyo kulingana na ripoti hiyo iliyopewa jina Macro Fiscal Analytics Snapshot mbinu dhaifu za upangaji bajeti zinaendelea kuongeza umasikini na ukosefu wa usawa bernard njiri ni mtafiti mkuu kwenye taasisi hiyo ya fedha za umma, IPF

Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mtindo wa kiuchumi wa Kenya umeshindwa kuzalisha ajira bora au kuongeza kipato kwa wananchi. IPF inasema hali hii imesababisha uchumi unaozalisha nguvu kazi inayotawaliwa na ajira za sekta isiyo rasmi na zisizo na uhakika, hali inayoshusha mishahara na kupunguza mapato ya serikali. Wataalam hawa wanasema hali hii inaweza kurejesha nyuma mafanikio ya kiuchumi ambayo tayari yamepatikana. Uchumi umekuwa ukikua kwa wastani wa asilimia tano, lakini hata tunaposherekea ukuaji huo ambapo ni thabiti kwa kiasi fulani, hatujaona ongezeko kubwa la ajira za mishahara. Kinachoonekana ni kuongezeka kwa sekta isiyo rasmi. is you know. Wakati huo huo, mauzo ya bidhaa za Kenya nje ya nchi yamepungua, hali inayodhoofisha mapato ya taifa na ajira. Mazao ya kahawa, mboga mboga na chai, ambayo ni bidhaa muhimu za mauzo ya nje kwa Kenya, yalipungua, hali iliyosababisha kubanwa kwa kipato cha wakulima na mapato ya vyama vya ushirika katika maeneo makuu ya uzalishaji. Sekta ya kilimo inayotegemewa na mamilioni ya Wakenya nayo na imeathirika. Mvua duni katika maeneo mengi ya nchi imesababisha mavuno hafifu, ikimaanisha chakula kidogo, bei kubwa na kipato kidogo kwa wakulima. Daniel Ndirangu ni mwana uchumi. A lot of that has, um, hali kadhaa kama hizo zimesababisha kile ambacho katika uchumi tunakiita uchumi wa kujikimu ambapo watu wanaishi ili kujinusuru tu wakisonga kutoka siku moja hadi nyingine bila uhakika wa kesho. Wakati wa uzinduzi wa utafiti wa ripoti ya Macro Analytic Snapshot, mdhibiti wa bajeti nchini Kenya, Margaret Nyakango, alisisitiza kwamba changamoto kubwa ni usawa jamii, wa kijamii ambapo faida za ukuaji wa uchumi zinabaki mikononi mwa kundi dogo huku idadi kubwa ya wananchi wakiachwa nyuma. We risk deepening poverty and inequality. Tunahatarisha kuongeza umasikini na ukosefu wa usawa, huku ukuaji wa uchumi ukiendelea kuwapita wafanyakazi wa sekta isiyo rasmi, wanawake, vijana na jamii zilizo hatarini kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Pia tunashuhudia kurudi nyuma kwa mafanikio ya maendeleo ya binadamu yanayosababishwa na ufadhili mdogo na utekelezaji duni katika sekta za afya, lishe, usafi wa mazingira na kilimo. Mdhibiti wa bajeti nchini Kenya alitoa onyo kali kuhusu mwelekeo wa sera za kiuchumi hususan suala la kuendelea kubinafsishwa kwa taasisi muhimu za taifa. Kwa mujibu wake, ubinafsishaji huo endapo hautasimamiwa kwa uangalifu unaweza kudhoofisha usimamizi na uangalizi wa bunge na wa umma na hatimaye kuathiri huduma zinazotegemewa na wananchi wengi. Utafiti wa Oxfam unaonyesha kuwa takriban asilimia hamsini ya Wakenya wanaishi katika umasikini wakitegemea chini ya dola tatu kwa siku. Takwimu hizi zinaibua picha ya taifa lenye pengo kubwa kati ya matajiri na maskini. Kwa wananchi, dhana ya ukuaji wa uchumi inaonekana kama kauli ya kisiasa tu na isiyoakisi uhalisia wa maisha yao. Kufungua biashara kubwa ni pesa, kununua stok ni pesa, kufanya kila kitu i Kenya ni pesa. Tunaumia sana, so inabidi unachukua lon unalipa polepole, yenye pia anatumiza sisi juu. Unakuwa umepata kama mia tano ama mia sita sio? Unashindwa utaweka mafuta gari, utakula nini, utalipa school fees nini, utalipa rent nini? Wachambuzi wanasema suluhu haipo katika takwimu za ukuaji pekee, bali katika sera zinazolenga kupunguza gharama ya maisha, kuongeza ajira zenye mishahara mizuri kuimarisha kilimo na kuhakikisha uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali za taifa. Aidha, serikali imehimizwa kuzingatia msamaha wa kodi kwa Wakenya wanaopata kipato cha chini ya shilingi elfu thelathini kwa mwezi na kuwepo kwa kodi kubwa zaidi kwa watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha. Akizungumzia sera za kiuchumi na mustakabali wa maisha ya Wakenya wakati wa kongamano la washirika wa maendeleo development partnership forum lililofanyika mwezi wa Januari mwaka huu, naibu rais Profesa Kithure Kindiki alitoa hakikisho la kuyabadilisha maisha ya wananchi. We must move from depending on precipitation, tunalazimika kuachana na utegemezi wa mvua pekee ili kuwalisha wananchi wa Kenya na kuunda ajira kupitia sekta ya kilimo. Tunafahamu kuwa kuna nchi ambazo hazipati mvua kabisa, lakini husikii mara kwa mara wakifanya mijadala kama tunavyoendesha hapa kuhusu ukame na njaa. So msikilizaji, kwa kauli hiyo ndipo tunakamilisha makala yetu leo kutoka DW. Nimekuwa mtayarishaji wako wa Kiombogo nikikushukuru kwa kujiunga nami. Hadi wakati ujao, kwa heri. Vijana tukutuke. Hujambo msikilizaji, na karibu kwenye makala ya vijana hii leo tuko eneo la Laikipia, kaunti ya Laikipia, ambako tumekutana na vijana wanaotumia michezo wanaotumia soka na miradi ya jamii ili kudumisha amani katika jamii. Karibu, mimi ni Thelma Mazaya. Moja kwa moja tuanze na vijana wenyewe, watueleze majina yao. Kwa majina anaitwa Mak Taimbo, mi ni kaptan wa timu ya Chui. Kwa majina ni Beatrice Lekorere, kocha wa timu ya Chui. Kwa majina ni Menita Kupano, directa Grenathorias. Hamjambo. Kwa majina ni Obito Ntaya. Naam, tumesikia upande mmoja, wanatoka watu ambao ni wataalam wa soka na michezo, na upande wa pili ni watu wa miradi. Pengine tuanze na upande huu wa michezo, kwa sababu kumefanyika mashindano, kulikuwa na tamasha la michezo hivi karibuni, na mulihusika kwa karibu katika maandalizi ya wale wachezaji wenyewe. Pengine nikianza na wewe kocha, mambo yalikwenda kwanza, mambo yalikwenda vipi pale viwanjani? Okay, tulifika pale kwa wakati uliotakiwa kwa kufuatilia mipango waliyoweka pale, wale waliotuita pale, wale waliopanga michezo hiyo. Tuliendelea vizuri, hakukuwa na mfurugano kati ya wachezaji wala hakukuwa na mshikemshike wowote tuliouona pale. Tulifanya vizuri kulingana na mipangilio. Na mkapteni wetu, uliona kipi pale kikakufurahisha wewe kama mtaalamu wa soka? Kwanza kabisa mimi nafurahia hiyo tournament kwa sababu fenye pale unaesangapale kama tujaenda kupatana na wale wenzetu huko game, hakuna siku itakuwa vizuri so, hiyo ndio tofauti ile pale amesema yeah kwamba wao wamelitokea Oldonyiro na kuna wengine ambao walitokea upande huu mwingine. Hii ni mara ya pili mmefanya lile tamasha kama waandalizi, muliona tofauti gani mara ya kwanza na mara ya pili? Kwa mara ya kwanza kulikuwa na tuliweza kujumuisha matimu kutoka pande zote mbili ya Laikipia na Isiolo, lakini hatukuwa na uwezo wa kuweza kuwaweka kwa muda ya siku tatu with academy, wameweza kuwa na mchango mkubwa kwenye mashindano yaliyopita haswa kuhakikisha kuwa madhumuni ama lengo kuu la mashindano haya yametimizwa. Ijapokuwa Wisa Kadama hakuweza kuwa na sisi kwenye mashindano ya mara ya pili, tuna matumaini makubwa kuwa watakuwa nasi kwenye mashindano yanayokuja, kwa sababu si ya mwisho mashindano ya pili, hayakuwa ya mwisho bali bado tutakuwa na mashindano ya tatu ya nne na ya tano, na lengo ni ile kuu, kuwa tunahitaji kuwa na umoja kwenye kaunti yetu. Na hapo pia tuliweza kuleta wataalamu ama marefari wenye wako na utaalamu wa kuweza kuchezesha mpira kwa kifaa ya FIFA ama venye FIFA wanahitaji na waliweza kuleta usawa kwenye uwanja na kuweza pia kufanya kila mchezaji aione kuwa hii kitu ni kitu ya maana, na pia kuwa hakuna upendeleo kwa njia yeyote ile. Pia tuliona kuna tofauti. Tofauti ilikuwa gani? Tofauti moja ni the discipline level, nidhamu. Nidhamu kati ya wachezaji, kila mtu alikuwa anaona huyu ni adui wangu, hapaswi kunishinda akifanya hata makosa kwa kukanyanga, unaona kama mbona na ni kunisudia, amenisudia lazima nimpige. So kwa leo, kwa hii ya pili waliweza kucheza kwa nidhamu ya hali ya juu. Ya pili, kila mtu walikuwa naishi kama marafiki na walikuwa naishi kama mandugu. Uh, venye walikuwa nakula pamoja, venye walikuwa nacheza pamoja, venye pia walikuwa natangamana, haikuwa venye ilikuwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza kulikuwa na kuogopana. Asante minita na mubito Unadhani vijana wanaweza kuendeleza uhusiano kwamba tunakubali, tunatoka eneo moja, tunaongea lugha moja na tumecheza mechi pamoja, unadhani hilo linaweza kuendelea kadri siku linavyosonga mbele? Asante. Vijana uh, wanawezaendeleza uh, hii kitu mzuri ambayo tumeweza kuwaletea. Kulikuwa na vijana waliweza kuenda next ya kuona kijana mmoja alipata mrembo kwa upande huwa juu akateremsha kule pande ya chini ambayo ni Siolo County, wakatengeneza familia. Hiyo ndio kitu moja ambayo tuliweza kuona, na hii ni uhusiano mzuri ambayo tunaitaka vijana wakuja pamoja, waishi pamoja, na waweze kuendeleza na, na maisha yao. Na mturejie kwako, Beatrice wewe, kama mwanamke na kocha, uli patikana na hali gani wakati ulikuwa unaendeleza shughuli zako za kuwafunza hawa kuwaandaa hawa wachezaji, kwamba nataka mfikie kiwango fulani, mtimize vigezo fulani, ndio baadaye muweze kuhitimu? Kwangu mwenyewe siwezi sema si, si, haswa nimekutana na kibaya pale, manake mi mwenyewe mzaliwa wa hapa Isiolo, nimeishi nao, nimekuwa nao, nimewaona pale. Wengi wao kweli hawajasoma, nimepatana na wasomi na wasomi pia wale wajasoma, lakini kwa kutumia wale waliosoma niliweza kusaidia wale wa kusoma kwa kuwaleta pamoja hivi kwamba wanaweza kufuata mitindo za wale wengine na kutangamana nao. Mara nyingi kweli, huwezi kubalika kama mwanamke katika jamii ya Kisamburu kuongoza wanaume, lakini hata vile bado nilikubalika, kwa sababu mara nyingi walinisikiza. Niliwapatia ile nafasi ya kuwa mimi bado ni mmoja wenu, kama mwanamke pia anaweza kupa mwelekeo. Na pale ambapo nilipojiweka hapo kati yao, mara nyingi pia tunacheza nao mara nyingi wanakuja tunatembea nao tukawa kama kitu kimoja. Mara ya kwanza wengi wakawa kama ndio ndugu zangu. Sasa manake, kama murani hawezi keti na mimi kama mwanamke, lakini tunapoenda pale kwenye kikao, inabidi amekubali kwamba naweza sema na nisikizwe, hivyo wakanikubali tu hivyo, hata kwamba hata mzee wa Kisamburu akipita pale anauliza, mnafanya nini kweli na mwanamke? Lakini baadaye polepole wanamuuliza, yuko wapi mwalimu wenu? Asante Beatrice Kapteni. Unadhani ni kipi ambacho kinachangia kuwa na ule uhasama ama kutokuwa na amani kati ya vijana katika jamii hizi za hapa kaunti ya Laikipia, Isiolo na Samburu. Na mkicheza pamoja siku moja ukipatana na hapo hapo ukipita hapo lazima upatane mwenzako mmoja ambaye ulikuwa unamjua. Unajua hapa anaishi, unasema yuko rafiki yangu Samburu hapa. So ni hiyo kitu ambayo inaleta umoja. Alafu pia ukienda huko, ile mchezo unacheza una pale nyumbani una tofauti na ile ingine, unaenda kupata wale watu kwetu. Sisi tunasema sasa kazi ipo kwetu, tunataka amani dumu tunataka pia tuone vijana wakifanya vizuri, haswa kwa huu upande wa ufugaji, kukuza pia miradi zetu pamoja kama wafugaji. Tukimalizia ushauri wako, sisi tunaamini kwamba uh, mpira ni kigezo kimoja ambayo inaleta uhusiano na upendo zaidi ndani yetu kama vijana. Asanteni. Na amekuwa pisisa vijana kutoka Laikipia, Isiolo na Samburu ambao walishiriki kwenye mechi za urafiki mechi kwenye tamasha maalum lama, la, la, la soka na wameweza kutuelezea jinsi mambo yalivyokwenda, na mpaka sasa wanashukuru na wanafurahi kwamba amani imerejea katika jamii na watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanadumisha amani kama vijana katika jamii hizi ambazo wakati mwingine hujipata katika nafasi ya mvutano kwa sababu ya vita vya malisho na kukosa usalama. Asanteni sana, mimi Thelma Selma Mwadzaya, kwa heri.

Jambo msikilizaji, na karibu kwenye toleo hili fupi la jukwaa la manufaa, unakopata fursa ya kuwasilisha yale yote ya moyoni kuhusu kinachoendelea kwenye jamii yako. Hayo ni pamoja na maoni, ushauri, dukuduku au duku, hata pongezi pale unapoona panafaa. Pamoja nawe leo ni mimi Angela Mdungu, nakusihi kusihi kanami wimbo unaitwa Ntakibazo ukimaanisha hakuna matata, hakuna shida, hakuna tatizo, na umeimbwa na DJ Pius kwa kushirikiana na Jose Chameleon. Na unatoa nafasi kwa msikilizaji wa kwanza kabisa ambaye amepanda leo jukwani kwa njia ya simu, karibu. Asante sana kwa majina, naitwa Gideon Hezroni, napatikana Rugha ngazi Ngara, Kagera, Tanzania, na napanda jukwaa hili kuongelea kwa, kwa baadhi ya viongozi ambao wanajikita kutojua sehemu ya majukumu yao. Mfano, mtu namkuta ni mwenyekiti wa kitongoji lakini baadaye anaingilia kwenye masuala la labda mtendaji wa kijiji au wakata. Hili suala kweli limeshakuwa mkanganyiko. Mimi ninachopenda kupendekeza ni kwamba kila kiongozi awe na mipaka yake. Naam, shukrani sana msikilizaji kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu na sasa anaelekea kwake. Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anasema anapenda kuwakumbusha viongozi wote waliochaguliwa kwa lengo la kututumikia tulio wananchi waone umuhimu wa wakati katika kutatua kero na changamoto tunazozipitia leo hii. Ni mwombe mbunge wa Vunjo akisikie kilio cha wakazi wa barabara ya kwa Mrema inayofika mpaka Wamboni. Barabara ile ni muhimu mno, mm, maana inatumiwa na watu wengi sana. Kuna shule za sekondari, shule za msi msingi, shule za ufundi, taasisi za dini na kadhalika. Ufikaji wa maeneo yale una changamoto sana. Natoa wito kwa mamlaka husika zitengeneze barabara hii ili changamoto hii ikome. Jukwani ameshapanda hapa Baraka Rabani, mzaliwa wa Mwayaya, Manyovu, Kigoma. Kinachomkera ni hali ya barabara ya kutoka Mnanila kwenda Mwayaya. Anasema jamani, na kuomba mbunge wetu wa Buhigwe, tumechoka na kero hii, maana waliopita walishindwa. Sasa wewe, tunakuomba utuokoe, kwani tunapata shida kunapokuwa na mgonjwa nayetakiwa kupeleka hospitali ya Nyama Sovu, tunahangaika sana jamani. Jamani DW fikisheni ujumbe huu. Baraka Rabani kama ituma, basi imetimiza jukumu naamini ujumbe. John Homanje wa Mnase, Dodoma, ndiye anaingia sasa jukwani kuzungumzia kero ya kivuko hapo Mnase. Anasema mradi wa reli ya kisasa wa SGR umepita katikati ya kijiji na pia kuna reli ya zamani ya mkoloni, yani MGR. Sasa cha kushangaza, wametujengea daraja mpaka sasa halijakamilika, na treni zinapita, hakuna vivuko vingine mbadala, na huduma zote za kijamii zipo upande wa pili, yani shule, hospitali na maji. Sasa wakinamama wajawazito na wagonjwa wakitakiwa kwenda hospitali, hakuna kivuko cha kupita kwenda kupata huduma na watu wanapita kwenye makorongo kama nyoka. Ombi lako ni kuwa serikali iishughulikie kero hii haraka iwezekanavyo. Jofrey Mwami, karibu jukwaani. Unalipanda jukwaa ukiwa Nkasi, Rukwa, Tanzania, kwa kumpongeza diwani wenu wa kata hiyo ya Majengo, Mheshimiwa Shida Sinkala, kwa kuwaletea mradi wa maji, ikiwa ndio ilikuwa hadia yake ya kwanza. Unalishuka jukwaa hili ukimsihi asiishie hapo bali aendelee na kasi hiyo hiyo. Na hakuna marefu yasiyo na ncha. Msikilizaji, hadi hapo toleo hili fupi la jukwaa la manufaa halina la ziada. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa kumi na mbili na kumalizika saa kumi na mbili na dakika thelathini asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8 Utelsat 8 wb Hotbed 13 g na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili tunakuwa geni kwa aherini.